Baba wa Taifa aliwahi kusema kwamba tunao maadui wakubwa watatu: ujinga, umaskini na maradhi. Iawezekana tuna maadui wengi, lakini hao ni wakubwa watatu. Sasa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluh Hasan amefanya kazi kubwa sana katika kupambana na adui maradhi